Ebwana, hii taarifa itakuumiza na kukutoa machozi kama wewe ni shabiki wa mziki mzuri wa DJ Mushizo utawaua sasa. Taarifa ambayo si nzuri na tumeipokea hapa sisi kama Docho TV. E bwana, ni kwamba DJ ambaye anafanya vizuri kwa sasa kwenye mziki wa Singeli, DJ Mushizo amepata ajali ya moto Uh, siku ya jana yaani jioni, na mara baada ya ajali hiyo amewahishwa hospitali ya Amana kwa ajili ya kupata matibabu na hivi ambavyo ninazungumza anaendelea vizuri kabisa. Sasa taarifa ya ajali imetolewa rasmi kupitia ukurasa wake wa Instagram akiambatanisha na baadhi ya picha zinazoonyesha majeraha ya moto sehemu mbalimbali za mwili wake. Inawezekana hata wewe pia unajiuliza imekuaje, kwaje, nini chanzo kilichosababisha mpaka DJ Mushizo ni kwende kunukuu kile ambacho amekiandika katika kurasa wake wa Instagram, akiwa anatoa taarifa kwa mashabiki zake na baadhi ya watu mbalimbali, ambapo anasema taarifa, nimepata ajali ya moto jioni ya leo, baada ya ninapoishi kushika moto, na mimi nilikuwa ndani ya nyumba yangu, na mshukuru Mungu nipo hospitali nao, naendelea na matibabu, maombi yenu ndugu zangu muhimu sana. Ameandika DJ Mushizo kupitia ukurasa wake wa Instagram. Aise, chanzo ni nyumba yake kudaka moto na yeye alikuwa ndani, kwa maana hiyo akuona moto mpaka eh, ajali hiyo inamfikia. Hii taarifa ikufikia kwako wewe ambaye ni shabiki wa DJ Mushizo, umekuwa ukipenda mziki ambao anaufanya, umekuwa ukipenda lakati zake. Sasa hiyo ndio taarifa ambayo tumeipokea hapa, lakini sisi kama Docho TV tunatoa pole kwake DJ Mushizo na Mwenyezi Mungu ampe wepesi ili aweze kurudi eh, katika majukumu yake ya kazi. Lakini uh, kwako kama shabiki wa DJ Mushizo, pole sana kwa taarifa ya ghafla ambayo inawezekana imekuumiza sana. Mimi naitwa Docho Jayara, kaka mtangazaji, mbunge wa kiburudani nyanda za juu kusini.